Haikuwa na habari hiyo, na hiyo haikuwa na habari ah, hiyo labda Mafirauni na hata Firauni walikuwa wanafanya taratibu za kuja kutaka kupambana na Musa na Musa. Firauni kaweka kikao chake, wale wakamwambia, qalu li Firauna, wakamwambia Firaun, hal lana min min ajrin in kunna nahnu al-ghalibin hapa nataka kieleweke, biashara inafanyikwa kwenye meza hapa. Tujue tutapata nini kama tutashinda sisi. Hapa jambo lieleweke, kuna malipo yoyote, inkuna nahnu alghalibin, kama sisi tutamshinda Firauni. Musa, Firauni anajibu ah, innakum idhan la min almuqarrabin, wala msio na siasa ni mtakuwa high table. Sasa hii mambo ya kuahidiana, hiki utapata hiki, utapata uamiri, utapata hiki, utachukua hiki, utachukua lile, haya mambo ya kifirauni sio ya kinubua. Hii hata siku moja, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake akaapa, bwana sisi a tunataka kuwavamia Mayahudi kule Khaibara, kwanza kuna mali nyingi sana, sasa mnasemaje? Mgawo hujulikani hapa hapa, mimi nitapata nini, asilimia ngapi, hisa na mimi nitakuwa na hisa kiasi gani? Habari haipo, ndio yale tena ya mazingira yalikuwa yakieleweka yakieleweka hata na mafundi mafundi seremala, watu wa kawaida. Nabii Musa Isa alayhi salatu wasalam, kuna wajumbe waliowapeleka katika kijiji moja ya kule, akawapeleka kwenda kule, wakakadhibishwa, hawakukubalika. Jamaa mmoja eh, mshabiki tu ana choti maskini ya Mungu, ana elimu ana choti. Ah, ngoja nikafanye nusra, akatoka wajaa ah,

Huyo anazungumza hivyo Habibu Najar, fundi seremala, anajua kwamba hizi harakati ziko hivyo. Hakuna ubwana mkubwa hapa, hakuna uofisa hapa, hakuna umimi hapa. Vikiingia hivi vitu ndio vurugu kama zilizo ambazo leo zinaendelea duniani. Asili ya vurugu hizo, kuna mangine yanaotakiwa kinyume na yale waliokuja nayo mitume alayhi salatu wassalam. Huyu ndokoliwa mambo kwa hiyo habibu na jana najana, anasema itabiu almursalin, wafateni wa mitume. Sifa yao tabiu, man la yasalukum ajra ajara, au kuombeni chochote, hawa ndivyo walivyo wa hum muhtadun. Alafu wenyewe wanasomeka wako eh, wanasomeka wameongoka ah

Isipokuwa kinachoniangaisha, mimi, mnaona na kwenda usiku na mchana, yale mapenzi ya ule ukaribu, ujamaa. Mimi na nyinyi majamaa, na ujamaa wa kweli, kufanywa fikra juu ya akhera yako, udugu wa kweli, huruma ya kweli, hapo hiyo tu. Maanake nikikuachieni, acheni dhili, maisha ya kusindikizana mi na mina, ibada zangu we una ibada na kusindikiza kwa motoni kwa macho yangu na mikono yangu hii, haiwezekani. Yale mapenzi ya ujamaa nifanye yote haya lakini sitaki malipo yote. Tafsiri ya kwanza hiyo, lakini tafsiri nyingine wanasema mtume sallallahu alaihi wasallam alipoingia ma, ma, ma, ma, Madina, wale walisema inna hadha rajula hadha hadakum, mtu huyu, mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam huyu anyime kwa sababu hidayah mepata akakuongozeni, eh wa huwa ibnu ukhtikum na asili yenu ni watu wa Madina. Huyu Muhammadi ni mtoto wa dada yenu huyu, ah wajarukum ah, kwa hiyo vile vile ni jirani yenu vile vile, hakuna hana tatizo lote, kwa hiyo mfanyieni fikra. Kafika kafika hapa hana mpango wote, kwanza kaingia ingia. Na kweli maanswari wakakusanya mali wakakusanya vitu wampelekee wampeleke, mtume mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, qul la as'alukum, mali ya jirani sina haja, mali yote yake vile la asalukum ala ajra, sina aja haja ya malipo ya aina yoyote. Tafsiri nyingine ni kwamba sawa, mimi nakufikisheni ujumbe, hii ni haki na nyinyi mna akili zenu na akili zenu, fikirieni kisawasawa, mfanye maamuzi amtaki hiyo, khiari yenu. Lakini sasa msionyeshe vitimbwi mkanionyeshea vitimbwi, kumbukeni basi, hata ule ujamaa, mi sio jamaa yenu. mawadata fi lhurba, basi hata hili nalo mi siyo jamaa yenu, sio ndugu yenu, tumekaa pamoja, tumezaliwa pamoja, basi vitimbwi na visha na vitisho na mabaraa ya nini sasa? illa lmawadata fi lhurba, hiyo tafsiri zake wa man yaqtarifa uh, hasanatan, yoyote yule atakaye chuma jema la aina yoyote ile, utiifu wa aina yoyote yule. Tunazidi lahu fiha husna, sisi tutamzidishia huyu katika ilo alolifanya wema zaidi na zaidi na zaidi, Allah anatua zaidi. Inna Allaha hakika, Mwenyezi Mungu Ghafurun ni mwenye kusamehe madhambi kwa wale waliotaka msamehe, si mwenye kusamehe vivi tu kwa wale waliotaka huo msamaha. Shakur, lakini Mwenyezi Mungu mwenye kuthamini matendo ya watu. Allah anathamini. Shakur hapa ina maana anathamini, si kwamba atakuachiachia ule muhanga utakaofanya mashaka, unayopata shida, unayopata kudhalilishwa, unakudhalilishwa vitisho na nini, we ukawa madhubuti. Shakur, Allah anathamini, atathamini Yaquluna aftara ala llahi kadhiba, au waweti wanasema kwamba iftara ala llahi kadhiba, kwamba Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amemzulia Mwenyezi Mungu uongo. Uongo gani? Kwa kule kunasibisha, kusema hiki kitabu kimetoka kwa nani? Kwa Allah. Qurani ndio anasema hivyo am amyaquluna aftara ala llahi kadhiba au ndo wanasema eti kamzulia Mwenyezi Mwenyezimgu muongo binisbati lqurani ila llahi taala, kwa ile kuinasibisha Qurani kwamba imetoka kwa, kwa Mwenyezimgu, atakuwa anamzulia tu Mungu. Mungu ndo kaleta hii kweli. Sasa vitimbu hivyo vimezidi, habari zake kubwa. Fa in yasha llah, Mwenyezimgu akitaka yahtimu ala qalbika, anaweza akapiga umuhuri wa umadhubuti katika moyo wako. Wafanye vitimbu watakaofanywa, we uko gangari, anaweza yani wewe usiathiriki na vile vitimbu vyao. Watamaliza vitimbu na wewe hata habari hunavyo. Allah anaweza kulifanya hilo, maanake wao malengo ya hivyo vitimbu wanavyovifanya wakuumize, wakuchome, wakutia stress, presha. Sasa Mwenyezi Mungu anaweza yahtimu ala qalbika akapiga umuhuri ule umadhubutu ule. Wao wanafanya vitimbu ah, taba kama kitoto kinocheza cheza tukinamshughulisha mzee mlango unaopiga piga kelele pale unamshughulisha mpita uh, mpangaji wayamhu Allahu albatil. Na hizi batili zao hizi, eh, Mwenyezi Mungu zote akazimaliza hizi batili zao hizi. Allah anaweza akazimaliza zote. Upuzi, upuzi, majigambo haya na mipango anaofanya na hivi na visa na viti, Allah anaweza kavimaliza vyote na wewe akakupa madhubuti. Wayuhiqu wayuhiqu alhaqa bikalimatihi innahu alimun bidhati sudur. Lakini Allah ataendelea hivyo kuithibitisha haq haqi, kuonekana a lakini ili haki ionekane haki na ishinde, lazima hao watu wa haki wasimame. Sio hivi hivi tu shekhe, haiwezi kusimama haki isipokuwa watu wa haki wasimame, ndio haki Mungu ataidhirisha, wayuhiqu lhaqi, yuhiqu lhaqi, aihakikishe haki, aithibitishe bikalimatihi, kwa hiyo hiyo maneno yake aliyoahidi Mwenyezi Mungu kupitia kitabu chake Innahu, hakika ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, alimun bidhati sudur, anayajua yote yaliyo katika vifua vya watu. Nani mwongo, nani mnafiki, nani tapeli, nani... Yote Mwenyezi Mungu anayajua. Wa huwa alladhi yaqbalu tawbata an ibadihi, ni yeye Mwenyezi Mungu ambaye anaokubali toba kwa waja wake, an ibadihi, kwa yule atakayetaka toba na utaratibu wake wayafu an sayiati na anasamehe madhambi. Si kazi yake mwenyezimngu kusamehe madhambi tu, anasamehe madhambi ya yule aliotaka msamaha. Sio una zigo la madhambi mwenyezimngu kazi yake kusamehe kwa kutaka ule msamaha wa kweli. wayalamu ma tafalun, na yote mnayoyafanya, mwenyezimngu anayajua. Uyafanye usiku, uyafanye mchana, yafanye mbele ya watu, yafanye peke ya ala anayajua yote. Kwa hiyo wahuwa alladhi ni yeye Mwenyezi Mungu ambaye yakbalu tauba, anakubali toba kwa kina nani? An ibadihi waja wake. Inapotajwa toba wa kweli ya kweli, basi Mwenyezi Mungu anawanasibisha hao wenye kutaka toba ya kweli kwamba ibadihi, waja wake, waja wake b, naweza kusema tu Mwenyezi Mungu subhanahu yakbalu taubata Ha, ani taibina, Mungu atakubali toba kwa wenye kutub, kutubia. Takubali toba za lakini ani ibadihi waja ukifanya maamuzi ya kweli wewe mja wa Mwenyezi Mungu Qul ya ibad ladina asrafu ala fushm la, la taqnatu min rahmatillah Kwa hiyo ndugu zangu ni toba inatakiwa za kisawa sawa. Na toba ina sharti zake kuna haki za Mwenyezi Mungu kuna haki za viumbe ha, ikiwa haki za Mwenyezi Mungu sharti zake eh, Kwanza hayo maasi, hayo makosa, hayo madhambi uliyoyafanya, uh, uyaache kabisa, iqla la kwanza. La pili, uazimie na ufanye maamuzi, sitorejea tena. Sharti ya tatu, sharti ya tatu, kujuta, bado uendelee kujuta. Kipatikana hivyo, hiyo toba Mwenyezi Mungu, insha Allah, ataikubali tena ukubaliji wake kama yule jamaa aliyopotelewa na ngamia wake maporini huko, ah baadaye akaja kumuona akafurahi baada ya kumuona. Baada kumuona ngamia akiwa na vyombo vyake na kila kitu chake, mpaka kwa ile furaha ilivyomzidi akasema anta abdi wa ana rabbuka, kasahau sema. Wewe sasa wewe, mimi ndo ndio mimi mola wako na wewe mja wangu. Basi Mwenyezi Mungu hufurahi zaidi ya furaha hiyo kwa yule atakayetubia toba ya kweli, makosa uliofanya uliomfanyia Mwenyezi Mungu, maasi ulioyafanya kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, uyaache e, usiyarejee tena, alafu ujute. Isiwe tena wewe unakaa vibarazani, vijiweni, enzi zetu bwana alikuwa hivi, one time akatizi mtu aje. Sasa hiyo toba hiyo hiyo ni kejeli sawa sawa na mama yako kumkosea ukaenda kumtekea kum, ukamomba msamaha basi mama nisamehe nini eh. Baada ya siku mbili tano pia lakini mama nakumbuka alifu kwa niki sawa, hiyo hiyo sio sawa, kuchamba na kukunanga eh. Sasa, kweli ndio sawa, hiyo hiyo sio sawa. Na ikiwa haki ya viumbe sharti zake nne, au ni hizi tatu hizi, afu inaongezeka nyingine, urudishe haki yake, sio kwamba wewe utasamehewa kwa kumdhulumu mtu, kumtukana mtu, kumfanyia khiana, kumzushia kumdhalilisha kumfedhehesha, utasamehewa kwa istighfari na kwenda hija kila mwaka, hiyo hakuna. Habari hiyo hiyo, lazima haki yake uirejeshe, ukamuombe radhi, umtake msamaha, akusamehe. Kinyume na hivyo, ukibaki na kiburi chako, hiyo haisameheki hata siku moja. Wewe umekwenda kumkopa mtu deni unamwangaisha um, hutaki eh, kulipa. Ulipi wewe? Unafikiri amali gani itasamea deni? Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwasusa hata wale wenye madeni tatakuwasalia. Sasa sallu li akhi, kumsalia nini? Mimi siwezi kumsalia huyo ha. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema jihadi ule upanga mkakatwa kichwa ha, tone la damu kabla kufika katika ardhi kabla ya kufika kudondoka lile tone la damu, madhambi yake yote yashasamehewa huyo mtu, na yale matoni yalobakia ni, ni daraja zake za peponi. Ila deni sio kwa deni halifutwi hata na upanga wa jihadi. Na leo nimeona mambo ya kawaida kawaida e, fanya fanya buku hapo baadaye. Sasa buku baadaye, baadaye buku baadaye, vipi hilo buku la baadaye hilo? Mabuku mabuku mangapi unayataja wewe? una, we. una kila siku wewe ndogo, shehe, yeye anaweza kukuhamisha. Deni halina udogo kama dogo kwako wewea dadgtk kwa hiyo habari ndio hizo, watu watubie toba ya kweli, hakuna alokamilika. Mashehe wangu wapenzi watukufu, tuliangalie sana leo. Weka muamala wako mzuri kabla hujaingia kwenye sakaratul maut, jamani hiki changu hii haki yangu hii hapo mnaiona hii ni haki yangu hii si yangu yule na mdai huyu na mdai likitokea la kutokea fanyeni hivi fanyeni hivi fanyeni hivi sio najiwekea tu umri unajiwekea tu matarajio bado kidogo mpaka nikionaona zile biping na bipiwa kwa mbali mbali labda ndio huyo Izraili ah wewe mapema unatakiwa ibn Umar radhiallahu ta'ala kila siku alikuwa kilala na wasia wake chini ya mto hapa ana ndani ya masaa 20 anaopitia vile, kuna cha kuongeza, kuna cha kupunguza, iko sawa, analala. kwa hiyo hiyo hivyo mshekhe. Sije kwenda kichwa kichwa tu kumtihani. Na ukamilifu wa toba sasa. Kuna zile shatu nne zilizotaja, shatu nne zitaje, kama haki ya mtu irejeshe, lakini yale mazingira aliyochanganya changanya yale, hama kidogo ya mazingira hayo. Hiyo inakuwa ukamilifu wa toba. Wanachuoni hawahitaji, yeye hawahitaji, mshekhe wengi tu kuna sh sharti litakmili tauba, sharti ya ukamilifu hiyo wa hiyo toba aliyotubia khuruj, jitole. Tunamkumbuka wale jamaa na 99 hawamjapata habari yake, hadithi sahihi, jamaa ka 99 akienda eh. Naambia nyinyi ndugu zangu, nyinyi masatu ya miezi minne, ukishatoka miezi minne na wewe unakuwa mufti, hiyo sio sawa tena. Unataka ku kukom complain hata sheikh, mtu kasoma miaka kadhaa sasa ukamwonea si lolote chochote, wewe sio sio sawa hiyo sasa bwana alivoua 99 akakutana na daruweshi mmoja akamwambia, bwana, mimi mpata mtihani, nimeua watu 99, na sasa hivi nataka kutubia toba ya kweli. Je, Mwenyezi Mungu anaweza akaikubali toba hii? hiitisia tisahemmoja tu nakwenda na jehanamu itakuwa 99. Kwa hiyo we bwana we akamwambia, basi inshallah. Mm, akammaliza na yule, ukawa mia shaka wangu sasa huyu huyu sababu ya kukatwa kichwa kajitia kwenye fatwa zisomuhusu asiozijua. Sasa afadhali kichwa kakacho hapa hapa, lakini wengine wataenda kukatwa mbele ya safari huko. Jambo la pili saddan, ili balaa lake ni kubwa, ili huyu kawa kizingiti na kizuizi, mja wa Mwenyezi Mungu anataka kutubia, yeye anakuwa kizuizi, anaambia Mungu aweze manani, kama nani, kama nani? Ye khurafi jahannam huyo na hanu ala haki, sisi katika haki, wa humu ala albatil, wa huwa katika batil, au wa motoni huwa, hatuenda peponi. Habari bala hasa, kwa sababu huyu kawa kizuizi cha mja wa Mwenyezi Mwenyezi Mwenyezi Mungu Mungu Mungu anataka kumuelekea yeye, yeye akajifanya yeye ndiye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema, hiki kizingiti ondoa kwanza, kata kwanza hiki. Na jambo la pili, fatwa kwa kila mmoja, leo mufti hiyo Amman afta an kuli cool ma suil well, fa huwa majnun, yule mwenye kutoa fatwa kwa kila anayoulizwa, ei hey fatwa, huyo chizi huyo. Fatwa zinatolewa ovyo ovyo. Sasa akienda kasonga mbele, akenda kule, akakutana na bwana mmoja, akaambia bwana, mimi nakaa kijiji hicho hapo, mtihani wangu nimeua watu tisini na tisa apo katika kijiji cha jirani yako hapa, imkuta bwana moja kumwambia, mimi siwezi kusamehewa tayari na nshammaliza na kabisa kwa nam yangu, saa sasa Mungu anaweza kunisamehe? Sakata nshaka, man yahulu bainaka wa baina rabbika rabika, hivi nani anaweza kuwa kizuizi kati yako na Mola wako? Kizuizi atakusamehe Mwenyezi Mungu isipokuwa, sasa we kweli umejuta Hey, umeazimia huto, hey, hutorejea tena hey, na hilo jambo umeliacha kabisa, lakini sasa kinachotakiwa shehe, ile ardhi iliyosababisha majanga, hebu kidogo ii hey, dhahabu ila ardhi fulani kampiga tashkili, naenda ta katika ardhi sisi naeleweka, mashehe wangu, jamaa akenda kweli akafa njiani, kisa chake kikubwa, lakini nataka kuzungumzia miongoni mwa sharti za ukamilifu wa toba khuruj. Na tunaona jitu linakuwa na mahawali, akenda siku tatu nne tano kumi, mwezi mmoja, kaanarudi akiwa fresh kabisa, anarudi akiwa safi kabisa, hayo mnayoona asubuhi na jioni. Lakini ndio hivyo, shekhe wangu, kila mmoja ana jicho lake au vipi? Watu unaweza kwenda kuona kwenye Kaaba hapa. Jicho hilo lo moja. Anaona kwenye Kaaba hapo anagombea nini ile? Hajarul Aswad. Mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Angalia watu waliokuwa na shauku ya Mwenyezi Mungu. Shauku ya Kaaba. Shauku ya Masha Allah, masha. Jicho hilo hilo shekhe.